Na hii ni Saa ya Bahari kutoka hapa Ayin Safi. Iran mapema leo imetekeleza hukumu ya kumnyonga Ismail Fekri, jasusi aliyepatikana na hatia ya kushirikiana na shirika la kijasusi la Israel la Mossad. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Mahakama ya Iran, wakati wa kukamatwa kwake, Fekri Alikuwa akiwasiliana kikamilifu na watendaji wa Mossad. Kwa mujibu wa kituo cha habari cha Idara ya Mahakama, Fekri amenyongwa asubuhi ya leo kufuatia mchakato kamili wa kisheria, ikiwa ni pamoja na kesi, rufaa na uthibitisho wa mwisho wa hukumu na Mahakama ya Juu ya Iran. Rekodi za mahakama zinaonyesha kwamba Fekri alikuwa amedumisha mawasiliano na maafisa wawili wa, wa Mossad na alijaribu kukusanya na kusambaza taarifa nyeti na zilizoainishwa za usalama wa taifa kama vile maeneo ya kimka kati, maelezo ya watu mahususi na misheni ya ndani ya shirika kupitia njia salama za mawasiliano. Jasusi huyo wa Israel alikamatwa Desemba mwaka wa 2023 na vyombo vya usalama vya Iran alipokuwa akiwasiliana na maafisa wa Mossad. Huku hayo yakijiri, vikosi vya usalama vya Iran vimewakamata magaidi wawili wa shirika hilo la ujasusi la utawala wa Israel kaskazini magharibi mwa Iran ambapo Kamandi ya Polisi ya Iran imetangaza kuwa, maajenti hao wawili wa, wa Mossad walikamatwa katika Kaunti ya Savojbolagh mkoani Alborz, kaskazini magharibi mwa Iran. Usiache kulaika na kusubscribe.